Je, unafahamu ni kwa nini Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania te Askofu Wolfgang Pisa amesema ni marufuku kwa watawa mapadri na waseminali wote kujihusisha na kampeni za siasa. Kwa mjibu wa sheria ya Kanisa Katoliki, kanuni namba miasita sabini na mbili inasema watawa masista mamonak ndugu wa kitawa wanafungwa na wajibu ule ule wa makileri kuhusu kuepuka kushiriki katika siasa za vyama isipokuwa pale ambapo imeelezwa vinginevyo. Hii inamaanisha kwamba wanapaswa pia kuepuka kushiriki katika mikutano ya kisiasa, shughuli za vyama na kampeni za kumtangaza kiongozi wa kisiasa isipokuwa wakuu wao na mamlaka husika. Hata hivyo, wote waliofungwa na sheria hii wanaweza kushiriki na kuhamasisha haki za kijamii, haki za binadamu huduma kwa maskini na amani, kwa sehemu ya utume wa kanisa. Lakini kuunga mkono hadharani chama cha kisiasa, kushiriki kampeni na kujitokeza kwenye mikutano ya kisiasa ni marufuku, kwa sababu hatua hiyo inaweza kuhatarisha umoja na msimamo wa kanisa kama taasisi isiyo ya kisiasa. Ikiwa aliyefungwa na sheria hii atashiriki moja kwa moja katika siasa za vyama kinyume na sheria za kanisa, mkuu wake mabano mfano mama mkuu, askofu au mamlaka ya juu kama baraza la taasisi za maisha ya kitawa kule Roma, anaweza kuchukua hatua za kurekebisha au kuonya. Kwa ufupi, masista wa Kikatoliki hawaruhusiwi kushiriki katika mikutano ya kisiasa au kufanya kampeni kwa ajili ya viongozi wa kisiasa, isipokuwa tu katika mazingira ya kipekee sana ambapo mamlaka ya kanisa imeidhinisha rasmi.